Tuliagiza tuchukue hatua za haraka za kupambana na magugu, lakini mbili, lazima tuwe na mpango wa muda mfupi, halafu tuwe na mpango wa kati na mrefu, ili kunusuru ziwa letu, kuruhusu shughuli za kijamii na kiuchumi ziendelee na usafirishaji. Nawashukuru wanamwanza, mshiria mkuu wa mkoa hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitumbwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoa zoa, so kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugumaji yale yaliyofunika ziwa, halafu tuje kwenye magugumaji ambayo limekoma hatua za mda wakati. Tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii, na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi yake. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu wa Uganda walishaanza kupambana na magugu ayo, tunasema wataalamu waende, lakini hawa wanaondoka kazoshukudwa wanaenda Uganda, lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walipopambana na durubaji, lakini pia hatua hiyo luda wakati, tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa kati na kubati mzuri ndani ya nchi. Tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo nitauona tufanya kazi yake kwa muda mrefu. Sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili nafanya kazi ya kutafuta magugu kila itakapoonekana ndani ya ziwa. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan raisi mm -hmm. wetu kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili, ili baki ndani ya ziwa Victoria itakuwa kuja kwenda kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa wa Mara, lakini Simiyu, Mwanza